Maandiko anasema hivi katika Wagalatia tano utianzia mstari wa kumi na sita. Maandiko yanatuambia pale, anasema mwili umeshindana na Roho na Roho hushindana na mwili. Maandiko anasema roho na mwili vimeshindana. Mwili wako unashindana na roho yako, na roho yako inashindana na nini? Na mwili. Siendelea, Maandiko anasema kwa sababu hiyo Sikiliza neno, roho ya mwanadamu iliumbwa ili, ili mtii Mungu. Roho yako wewe iliumbwa ili iishi, ili ikimtii Mungu, ikimsikiliza Mungu, ikimfata Mungu. Lakini mwili wa mwanadamu yani siku zote maandiko nasema nia ya mwili ni umauti. Nia ya mwili tuliouvaa nini? Ni umauti, maana siku zote hata siku moja mwili hautaka ukusaidia kuwaza aliyo mema. Yani, mwili tu ukikaa hivi, unawaza pombe, unawaza sigara, unawaza bangi, unawaza nini, unawaza umaraya.